Ni washukuru wataalamu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria popote pale walipo. Wamekuwa hapa Mbeya kwa muda wa siku nne wakitoa mafunzo kwa viongozi wetu ili wasaidie katika utatuzi wa migogoro. Na mimi niruhusu niseme kidogo tu. Mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Na sisi tuna Tume uhuru huru ya uchaguzi lakini imetokea chama kimoja kinasema no reform, no election. Wanaongea Kiingereza eti wakisema watu wa Mbeya hawajui Kiingereza. Sasa mimi niwaambie, mwenye mamlaka ya kusema kuna uchaguzi au hakuna uchaguzi na kama upo utafanyika lini na kwa namna gani, Tume huru ya uchaguzi Tume huru ya uchaguzi haijasema kwamba hakuna uchaguzi. Sisi tunajua uchaguzi upo, tujipange, tuwe na uchaguzi wa amani.